Sasa hapo Mwinyi, hapo wewe ndo umeharibu yani, hapo ndo umeharibu. Mimi ninachokitaka yule jamaa afe. Sasa sikia, nyinyi si mmeumbwa kwa ajili ya kusaidia watu, sisi wengine watu wa shari tumeumbwa kwa ajili ya kutengeneza shari. Wewe umefanya hivi, tafuta ki ki, ki, ki, kidawa chochote au kimzizi chochote wewe. Mimi nipe hilo swala la kuua niachie mimi, nitajua na vizuri na Mungu wangu. Hilo swala la kuua niachie, nipe mimi nikamwekee pale alipo afe. Naomba unielewe, sipo hapa kwa ajili ya kuua, nipo hapa kwa ajili ya kuwasaidira tambua hilo. ah, Mwinyi, ndomanikakwambia hilo swala la kuua niachie mimi niachie mimi, mfalme wa shari. Wewe niachie mimi <coughs> <coughs> awe baba we. awe baba we patulipo we, kunanuka kivumbasi hatuja kiona. <coughs> wacha awe baba we, awe baba we. Hapa tulipo we, kuna nuka kivumbasi atuja kiona. Mwinyi, Mwinyi ule natakiwa afe. Mwinyi Narabuku we, yani haya mamlaka lokana, Mwinyi ningekuwa nimepewa mimi ungeenda ungeenda, binguni umechoka na so, binguni motoni, umechoka eh. Mungu Baba, nipe basi mimi hata mamlaka tu ya Israeli nikatoe tu roho ya mtu mmoja tu, alafu nikiweza nakurudishia, Mungu Baba. Kosotana ni babaub

Nikiangalia jebu na muda wako uniona kama sio poli au una jebu yako baba. Ah, yaani mimi jebu yangu kule nafika festi kabisa. Yaani mimi naanza. Yaani ukisikia yule kwamba sisi tunaenda njia muda ndio sisi eh. Ah, basi hilo limeisha. Kwanza nikupe pole kwa ajili ya bosi wako. La kwanza, la pili, eh. Uh-huh. Mfikishie taarifa. Muambie Bwana Narabuku Bey ni wa leo wa kesho. Kama timbulo. Eh, wewe. Eh. Ha? Anaumwa hatari. Yaani ukisikia tu, Allahu akibaru. Salamu alaikum, wa alaikum salam. Jamani, kuna taarifa, msiba ni yeye na afadhali yafe kwa sababu huyo alikuwa namtesa sana tajiri. Oh, oh. <laughs> Security of the genge eh. Na kuona unanikosea mistari chache, security of the head kama uwezi nite mlinzi wa mioyo ya kina dada na kina mishanga, kiingereza hicho. <laughs> wanasema i <laughs> hivyo hivyo. <laughs> ah, wapi tena? mbona nakaa, <laughs> nazidi kuchanganyikiwa. Mbona kumpeleka Mr. Narabuku kwake alikuwa amezibia sana pale magengeni. Shida nini? Narabuku alidondoka pale magengeni kwao, tumemchukua tumempeleka nyumbani kwake, na hapa ninapokuambia niambie koma eh koma yani, sijamaanisha hivyo yani, niambie vizuri, kadondokaje dondokaje? Napenda ndio kusikia hivyo, yani kadondoka kadondokaje, dondokaje? Friji lako kidogo, eh, uliko pale magengeni. Alikuja Chili Mwinyi Mkuu kutoa uchawi pale magegeni, na inavyosemekana, Chili Mwinyi Mkuu alimpiga Narabuku kishirikina. <laughs> Unamaanisha kafa? Ajafa, ni anapumua tu, wala kutembea hawezi, hata kutikisika. Wi, yani anapumua tu mm. mm. kamtia ukilema mm. ububu, kanisa kasa katatuka mm. bwana, pole sana Yaani huyu akifa ndio takuwa safi kabisa. Tajiri angalau ataka soft soft. Sasa ndugu yangu, kesho nitakuwa na kashughuli pale nyumbani. Wewe. Eh. Hey, kwa hiyo nilikuwa nakuomba kama familia, uje ujumuike na mimi. Ah, uh, mambo something? Yapo. Yapo, yeah, kabisa. Shughuli watu. <laughs> <season>. <laughs> wewe, na watu ndio sisi. Lazima mwije. Naomba nika kitengo cha chakula. Eh? Wewe. Mjuzi hey, nakujua. Hey. Ukawe kubano na mlango wewe. Ah, ndugu yangu. Wewe mimi hizo tabia sasa hivi nimeacha. Nimeisha hilo. Uje bana.

Kumbe mbea lakini. Mbe vingine vijui ah, ni taarifa gani yani? Mbona Narabuku ameoa? Narabuku ameoa nyaza ah, baba nyaza ana mke wa pili? Sasa naelewa, kimya kimya, bila mtu yoyote kujua Narabuku ameoa. Ah, hapana. ah sio kweli uyo Narabuku Hizi mimi sina hizi ah, kia Mungu hizi sina hizi eh. Mimi nilikuwa sina hana waje na taarifa, sina sasa hapa ah. Sio ameoa nani, katika wale katika wale. Bana ah, hili imenipita kweli, usipokuwa gengeni mengi yanakupita kwa hiyo ipo kwake bana. Eh, ah, kwa eh, Mungu jalia afariki

aiwesi masihari wewe, tina kiguna njia gesti umeatia wazi, umeenda kupianga uko mtaa kwa mtaa mta. Yani wetoka ulivokuja kukapa kwenye hii gesti umebadilika tabia mpaka lo, umekuwa kama wokicheko, yani wenda wazi moko, umezidi kuwa wagewage, umetoka wapi sasa? Sista wewe mwenyewe, mimi ndugu yako wananijua pikipiki posta. Sasa nikisema nikae tu hapo muda wote, abali mtaani watawatazipata vipi pasipokuwa mimi kutoka. Kwa hiyo lazima nitoke nikatafute habari, ili baadaye sasa <laughs> watu wapate kuzisikia. Na kingine, kama unajua bosi wangu yupo ndani amelala, kuongea hawezi. Kwa hiyo mimi namkusanyia kusanyia, ili akipona arudi mpya na habari <laughs> azisambaze vizuri. kwa hiyo nilitoka kutafuta habari mpya mpya huko, breaking news sasa. Mm, nisikize mwendazimu wa wakili wenzako huko waloiba kuku kakamatwa mmoja baada ya mwengine, wamepelekwa polisi. Yaani mguu umekuja kwako kupata taarifa, uyo miguu yako itulize ndani, hakuna kutoka. Kuna sehemu yote, yani mkuku kaleta kizaizai, kuku ameleta wa balaa, watu kwa wakai kwa sababu ya kuku, sijui kuku na kitu gani? Wewe wewe, inaenda wamekamatwa lakini sio mbaya, kwa sababu mimi kwenye kesi ya kuku ile sipo. Kama nilivyokuambia kuku bidi aje hapa, ni ile nipige na mchele, lakini sikufanikiwa kumpata <laughs> kwa hiyo huko mimi si usiki, ila na mimi na mpya mjusi. Wenzako kwa mekutaje, yaani kwenye misheni yao na wewe ulikuwepo. Sasa basi, nisikize kwa makini, na kila siku nakwambia hiyo misiku yako hiyo, nikiwa naongea huo unanisikiza, mimi dada yako. Ukitoka hapa nyumbani, ukitoka nyumbani hapa, sijui unanielewa vizuri. Sasa nengeneka, unachokitafuta utakipata. Aa, wamenisingizia tu, lakini sio mbaya. Mi mwenyewe pia na mpya hapa, nataka nikupe nikupe habari mpya, habari eh. habari gani? na zinahusu nini? Safi, tafurahi tu kuzipokea bwana. Habari zilizokupo hapa kuhusu Narabuku Bey. Mbona umeshtuka kukutajia hilo jina? Which problem my friend Narabuku Bey, wee Narabuku Bey kafanyaje? Safi. Narabuku Bey bwana, kwenye kutangatanga kwake kote kujifanya endo yeye ndo yeye yeye ndo jiga, hakuna anayemweza, hakuna zaidi ya kwake yeye. Sasa sasaamu amekutana na chuma chuma kizito, kimemlamba yuko ndani ngaaaaaa, anatapatapa anatapatapa, kama sio wasaizi wa baadaye na kama sio wa baadaye, basi tumoro afiki anabizi unapataji ujasiri yani wa kulala mpaka saa hivi? Yani wewe mwenyewe unajua, kutwa nzima mimi naangaika na Narabuku Bey naangaika na wanawake zake, wanataka mimi sasa hivi nikae niangalie movie? Nimechoka, acha nipumzishe huu mwnji. Yaani unalala kama aupo kwenye kinyang'anio cha mapenzi, kama mgombanii bwana. <coughs> Sasa nakwambia wenzako wamejaa kule. Wenzangu e, tena wapo Wenzangu akina nani e? Kumbe hauna hizo basi, acha nikupe nikiwa kama mbea, nlobaki pekee mbea, mwenye mdomo wangu mbea ambaye nimekata tu nywele lakini mdomo upo <laughs> Narabuku amekutana na kitu kizito, yani amepigwa na kitu kizito asubuhi hii hii gengeni, amekuja mganga Pick onu back, pick onu back, pick onu back Narabuku anaonekana kuwa na majini. Mimi nilikwambia iza kichawi. Kapigwa kichawi. Tini. Kama ajafa. Sidhani. Em, tulia. Narabuku bei wangu mimi au yeah. Narabuku yupi? Eh. Mimi unajua mazoea na bei wangu mimi ni staki. Umenisikia? Wewe kwa hiyo umeniamsha asubuhi kuniambia vitu vya ajabu kama hivyo. Mwenyewe umekuja umefurahi, unatabasamu. Nisikilize, yule bey wa kwangu wa kwangu, unanielewa eh? Alafu unavyoniambia vitu kama hivyo, mimi na kuuliza tena, uko serious wewe? Tu unanichanganya Jojo. Narabuku bey wenzako tu washawahi kasoro, wewe tu. Okay wewe Jojo. Ah, ikoja mtu unaambia bwanako mchawi, bado kang'ang'ania, ana wanawake wengi kanyangania Kaasirika, kaang'ania yani unampendea nini? Jamani, jamani Narabuku, jamani ah! Narabuku kanijua hasa, lakini bado kile nikingang'ania, la bado. haya mapenzi sana basi ni mwenzenu sitaki ala. fresh fresh, baridi limkute kubwa, pap afe, akuone wote wanabaki singo. Nipo hapo, atakuja wewe, wewe, hebu jishikilie bwana, hivi unajua unamzungumzia hapo ni nani? Ni nani eh? Au unalopoka lopoka tu, na nani ambaye anaweza akamdhuru mpenzi wangu? Ah, bwana hivyo hivyo anaweza kumdhuru mpenzi wangu ni nani? Mm, kumbe waiomi nilikuwa nasikia sikia tu za ndani kwamba bwana dada yako yule jamaa anatoka naye eh, angalieni msije mkalogwa. Kwa sasa hivi kumbe unanithibitishia. Kumbe jamaa unatoka naye kweli yani ile familia. Oi oi oi, au sio? Kwa nini ulitaka unipewe? Eh? Ulitaka unipewe? Mimi tena niko na haja zangu nikufate mjusi bana, sasa hivi najisikia hali hii. Kwa ufanya mambo ulitaka nifanye hivyo au? Hayo matusi sasa. Sasa mimi nikumalizie aje hiyo yu vipi? Yule shemeji yako. Kama ulisikia sasa mimi ndo nakupasha habari kamili. Yule shemeji yako. Kwanza tuachane naye. Hebu niambie kwanza, Narabuku mmekuta kitu gani? So mimi ninavyojua yule baba hakuna anemgusa unywele wala ukucha zaidi ya sisi tu tunaojulikana kwake. Aya, huyo mwamba, huyo mwamba rusaka, mwamba rusaka gani alimfanya mpaka na Narabuku Bey awe hoi bin taabani? Ndio nataka kumjua e. Huyo mwamba, mwamba wa rusaka. Sasa wewe kaa hivyo hivyo kwamba hakuna anaweza kumgusa nywele wala ukucha. Sasa awamu hii alokutana naye kamgusa mwili mzima anatetema kama mayele. Yupo yu huko anazikwa, muda wowote, muda wote, wote. Kuanzia sasa taarifa hizo uwe nazo, na kwa kuwa mpenzi e kwa pa uh -uh. wako basi, jiandae kukaenda wapi zaidi ya nyumbani kwake, yupo kwako

Ninani? if rafiki yake kivipi? rafiki yake tu wakike, rafikiatu wakike. Nani aliye mleta hapo? Waliomleta aka ni walizi wa magengeni. Kwa hiyo nilivyopata hizo taarifa, nika nimea kukimbilia huko na mke wake iko wapi? Mke wake hatujamkuta, ndo kama hivyo, muona mlango umefungwa